Mwongozo wa kujifunza Biblia, Mei 23, siku ya Ijumaa. Kumbuka, mada hii ni somo la nane linalosema katika Zaburi sehemu ya kwanza. Leo tunajifunza zaidi. Zaburi za Daudi zinapitia safu za uzoefu kutoka katika kina cha dhamira yenye hatia na kujihukumu hadi imani ya kwenye vilele na kuzungumza na Mungu kulikoinuliwa sana. Taarifa za maisha yake zinatangaza kwamba dhambi inaweza kuleta tu aibu na huzuni. Lakini kwamba upendo na rehema za Mungu vyaweza kufikia kina cha chini sana na kwamba imani itauinua moyo unaotubu kushiriki kufanyika watoto wa Mungu. Kati ya uhakika wote ambao neno lake linatupatia, huu ni mojawapo wa ushuhuda wenye nguvu kwa Mungu mwaminifu. Mungu mwenye haki na Mungu wa rehema atunzaye maagano. Nimefanya agano na mteule wangu, nimemwapia Daudi mtumishi wangu. Mkono wako ni mkono wenye uweza, mkono wako unazo nguvu, mkono wako wa kuume umetukuka. Uaminifu wangu na fadhili zangu atakuwa nazo, na kwa jina langu pembe yake itatukuka. Nitaweka mkono wake juu ya bahari na mkono wake wa kuume juu ya mito. Yeye ataniita wewe baba yangu, mungu wangu, na mwamba wa wokovu wangu, nami nitamjalia kuwa mzaliwa wangu wa kwanza, huwa juu sana kuliko wafalme wa dunia. Hata milele nitamwekea fadhili zangu, na agano langu litafanyika amini kwake. Zaburi ya 89 ya 3 hadi 28. Ellen G White Wazee na na Manabii, sehemu ya ya pili, ukurasa wa 418 na 419. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: jamii ya wanadamu imeshindwa kabisa kuwa waaminifu kwa upande wetu wa agano la Mungu alilofanya nasi. Daudi mtu aupendezaye moyo wa Mungu, licha ya makosa fulani makubwa bado alitumiwa kwa namna yenye nguvu kutujulisha masharti ya wokovu wetu. Ni katika maana gani Daudi anakuwa kivuli cha Yesu ambaye alishika agano la Mungu kikamilifu kwa ajili yetu, na kwa nini kile Yesu alichofanya kwa ajili yetu ni tumaini letu pekee? Swali la pili ni vifungu gani katika Zaburi ambavyo ni vyenye manufaa au maana hasa kwa kuwa vinaakisi aina ya uzoefu ulioupitia wewe mwenyewe? Kwa nini Zaburi zinarejelea hekalu mara kwa mara? Tunaweza kujifunza nini kutokana na Daudi kupapenda sana patakatifu? Hili linawezaje kutusaidia kuthamini kile tulicho nacho katika Yesu kama kuhani wetu mkuu wa mbinguni ambaye yuko hata mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea, Warumi sura ya nane ya thelathini na nne. Kwa nini sisi hata kama ni watu waliokombolewa tunahitaji uombezi wa Kristo mbinguni? Swali la tatu, kutokana na nukuu ya Ellen G. White hapo juu, uzoefu wako mwenyewe umekuwaje kuhusu jinsi Mungu alivyoinua moyo unaotubu kushiriki kufanyika watoto wa Mungu? Baada ya aibu na huzuni ya dhambi, Mungu atubariki sote.